Jana, Juni thelathini ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa kwa upande wa Bara, Mheshimiwa John Heche aliongea na Watanzania kupitia mtandao wa kijamii wa YouTube. Na uamuzi wa kutumia YouTube kama sehemu ya kuwasiliana na Watanzania ulikuwa na ufanisi mkubwa, hasa katika maeneo mawili. Kwanza, endapo angetaka kuongea na Watanzania kwa kuitisha press conference, labda kwenye ukumbi fulani sote tunafahamu nini ambacho kingetokea, kama ilivyokuwa huko nyuma, dola ingemzuia kufanya hiyo press conference. Kwa hiyo kutumia YouTube imekuwa na ufanisi pia katika eneo la pili kwamba ameweza kuwafikia Watanzania wengi kwa sababu hotuba yake ilikuwa live na watu wengi walikuwa wanaisikiliza live, lakini pia video ya hotuba hiyo inasambaa kwa kasi na kwa hakika inafanya vizuri. Kwa hiyo kuna uhakika kwamba itawafikia watu wengi. Um, lakini kabla ya kuingia katika uchambuzi wa hotuba hiyo ambayo ilikuwa ni kama dakika 25. Kwa hiyo sio ndefu sana, lakini iliyosheheni pointi nzito sana. Kuna jambo moja la msingi sana ambalo binafsi nadhani wanachadema wanapaswa kulielewa, na jambo hili ni kwamba wana bahati sana ya kuwa na makamu mwenyekiti, kiongozi wa kitaifa mwenye uwezo mkubwa kama Mheshimiwa Heche. Na kwa hakika Mheshimiwa Lissu Uh, mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Lissu alifanya wazo la busara sana kumuomba Mheshimiwa Heche kutengeneza timu ya ushindi ambayo iliingia madarakani Januari mwaka huu 2025, kwa sababu katika kipindi hiki ambacho Chadema inaandamwa na misukosuko mbalimbali, katika kipindi hiki ambacho kiongozi mkuu wa chama hicho Mheshimiwa Lissu amekamatwa na kufunguliwa mashtaka ya mchongo na mpaka sasa yuko jela kwa takriban miezi mitatu, light kungekuwa na uongozi legelege, Chadema ingekuwa katika kipindi kigumu zaidi, na sio tu kwa sababu ya kuwa mwenyekiti angekuwa yuko ndani, lakini pia kutokana na ukweli kwamba katika kipindi chote hiki ambacho mheshimiwa Lissu amekuwa ndani, bado dola, CCM na taasisi zake, ameendelea kufanya jitihada kubwa ya kuikandamiza Chadema, na mheshimiwa H ameweza kusimama imara kiasi kwamba unaweza kufika sehemu mpaka ukadhani kwamba uongozi kamili wa Chadema upo. Ameweza kuvaa viatu vya mheshimiwa Lissu vema, ameweza kuendeleza mapambano yaliyoanzishwa na mheshimiwa Lissu na kwa hakika uh, chama hicho kinafanya vizuri licha ya changamoto nyingi ambazo zinakipitia, na hotuba hii ya jana ni uthibitisho kwamba mheshimiwa Heche ana kitu kama alichonacho mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo, makala hii inapitia kwa kifupi hotuba hiyo ambayo ilikuwa ni kama dakika ishirini na tano na kufanya tathmini fupi. Kwa hiyo mheshimiwa Heche alianza kuzungumza akiwahamasisha Watanzania kuwa na ujasiri, hasa katika kipindi hiki chenye migogoro ya kisiasa, na akaeleza kuwa yeye binafsi ujasiri wake unatokana na nguvu na imani ya wananchi a, kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na akaahidi kwamba Chadema haito waangusha. Kwa hiyo hata hasa alikuwa akisisitiza kuhusu umuhimu wa ujasiri miongoni mwa Watanzania kama ambavyo yeye na Chadema kwa ujumla wanafanya ujasiri katika kipindi hiki kigumu, kama Mheshimiwa Lissu ambaye licha ya kuwa jela lakini anapoletwa mahakamani, unaona anatoa sign ya mapambano yanaendelea. Uh, no reforms no election. Licha ya changamo, changamoto zote hizi, ujasiri umekuwa ni ngome ya msingi kwa chama hiki. Kwa hiyo amehamasisha Uh, wananchi kwa ujumla wafanya ujasiri ili kuondokana na mfumo kandamizi uliopo. Kadhalika alikumbusha kwamba Chadema ni chombo cha matumaini kwa Watanzania. Jingine ambalo aliongelea ni kuhusiana na bunge hili la kumi na mbili bunge tulilokuwa nalo. Alieleza kwamba hili bunge linalomaliza muda wake limekuwa kama mtumishi wa serikali badala ya mtumishi wa wananchi, badala ya chombo cha kuwatumikia wananchi kimekuwa chombo cha kuitumikia serikali. Akaeleza kwamba hotuba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliyoitoa hivi majuzi wakati anafunga bunge hilo haikuzungumza na Watanzania bali ilizungumza na vyombo vya dola, kwamba ilijikita zaidi katika kuwaeleza watumishi wa vyombo vya dola jinsi ya kuwashughulikia wananchi badala ya kuongea na wananchi ambao viongozi ni watumishi wa hao wananchi. Kwa hiyo hapa hoja ya msingi ilikuwa kwamba bunge limegeuka kuwa daraja la kuisifu serikali badala ya kuwa chombo cha kuwatetea Watanzania. Kadhalika alikumbushia uh, kuwa rais uh, katika hotuba yake mkazo wake ulikuwa katika jeshi polisi na vyombo vya usalama badala ya masuala mbalimbali yanayohusu Watanzania ambao walikuwa wanawakilishwa na hao watu walikuwa akiwahutubia kwa sababu wabunge ni wawakilishi wananchi wa Tanzania wote milioni 60 na ushe hawawezi kuingia bungeni yani, bali wanawachagua watu wa kwenda kuwawakilisha. Kwa hiyo rais anapoongea na wabunge, kwa namna nyingine ni kama anaongea na Watanzania kupitia kwa wawakilishi wao. Pia uh, Mheshimiwa Heche aliongelea kuhusu ajenda nne za rais Samia Suluhu Hassan alizoahidi mwaka 2021, yani zile zinaitwa 4R, yani mar maridhiano, yani uvumilivu, mabadiliko na ujenzi mpya Mheshimiwa Heche alisema kwamba hakukuwa na maelezo kuhusu hatua za utekelezaji wake, kwamba alitarajia kwenye hii hotuba Mheshimiwa rais angeweza kueleza ufanisi wa hizo 4Rs. A, katika kipindi hiki cha miaka minne na ushe alichokuwa madarakani. Kwa hiyo asema kwamba hakuna maelezo ya utekelezaji wa hizo ajenda kuu za awali za Mheshimiwa rais, lakini pia serikali imeonekana kuachana na msimamo wa maridhiano ya mwanzo. Kwa hiyo siasa sasa hivi zimerudi katika enzi ile ya siasa za kisasi. Kadhalika, mheshimiwa Heche aliongelea kuhusu kutekwa na kupotea kwa wananchi na akamshutumu uh, rais Samia Suluhu Hassan kwa kutoa matamshi ya dhihaka kuhusu watu waliotekwa, akilinganisha watu kupotea na ng'ombe au mbuzi. Alitaja kesi ya Mdude Nyagali, Deusdedit Soka na wengineo kama mifano ya matukio yanayokosa majibu. Kwa hiyo hoja kuu hapa ni kwamba matukio ya kutekwa na kupotea yamepuuzwa na kufanyiwa dharau. Kadhalika Mheshimiwa Heche hapa pia alizungumzia kuhusu rais kutoa kauli zisizo na uchungu kwa familia za waathirika. Jingine ni kuhusu uhuru wa kisiasa na kesi ya Mheshimiwa Lissu, ambapo Mheshimiwa Heche alikana madai ya rais kwamba kuna uhuru wa vyama vya siasa. Alitaja kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu kwa tuhuma za uhaini kama ushahidi kuwa bado kuna ukandamizaji wa kisiasa kwa hiyo hoja kuu cool, ni kwamba mheshimiwa Lissu amefunguliwa kesi ya uhaini peke yake, kinyume na mantiki ya sheria, na serikali inaendelea kutumia vyombo vya sheria kuzuia upinzani. Ukandamizaji huo pia alizungumzia kuhusu msajili ambaye, kwa kutumia mamlaka ya ofisi hiyo, amezuia mikutano ya Chadema hata katika maeneo mbalimbali. Ni yani, Chadema isizungumziwe hata katika maeneo kama nyumba za ibada na vitu kama hiyo. Pia alilinganisha hali hiyo na enzi za Uh, makaburu huko Afrika Kusini kwamba ofisi na akaeleza kwamba ofisi ya msajili inatumika kisiasa na kwamba uh, si, ukandamizaji unaingia una mpaka katika nyumba za ibada. Sasa pia alizungumzia kuhusu sheria ya uchaguzi uh, na, na kwamba hii tume uh, sheria sheria ya uchaguzi uh, mabadiliko ya muundo wa tume ya uchaguzi yamekuwa ni ya kisanii na hayalet, hay, hayalengi kuleta mabadiliko yoyote na kwamba wajumbe wa zamani wanaendelea kwa sababu tume hii inaitwa tume huru sasa. baadaye, yani, watu walitaka tume mpya uchaguzi, baadaye zikafanyika kama, kama usanii fulani kwamba jina la tume likabadilishwa, lakini tume ni ile ile, ila jina limebadilishwa, inaitwa tume tume huru ya uchaguzi. Zamani ilikuwa tume tume ya uchaguzi, sasa hivi inaitwa tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo kaongeza neno huru, lakini muundo ni ule ule na wajumbe ni wale wale, kwa hiyo watu wale wale walioshiriki katika chaguzi za ovyo ndio hao wanaoendelea uwepo madarakani kwao. Anasema kwamba hiyo ubadilishaji uh, wa jina ni utekelezaji wa yaani, kwamba ni usanii wa namna fulani na hakuna mchakato wa kweli wa kupitisha viongozi wa tume nihi, yani tume haina manufaa kwa, kwa Watanzania. Vilevile aliongelea kuhusu hoja ya kupita bila kupingwa, na kwamba licha ya serikali kusema kwamba hakuna tena kupita bila kupingwa, mfumo ulimebuniwa ambapo kura ya hapana haina wakala wala kampeni ya kuiunga mkono. Kampeni za hapana zimepigwa marufuku, hivyo mchakato hauwezi kuitwa wa ushindani. Yaani kwamba mfumo wa siasa uliopo sasa hivi ni kwa ajili ya CCM, lakini sio kwa ajili ya vyama vya upinzani, kwa sababu kama Chadema unavyoona imezuiliwa kushiriki kwenye uchaguzi, imenyimwa ime, ime ruzuku ambayo ni haki yake, viongozi wake ndo kama hivyo, Mheshimiwa jela, Mheshimiwa Lissu yuko jela na hujuma mbalimbali zinazoendelea. Ah, jingine ambalo Mheshimiwa uh, Heche aliongelea pia ni kwamba um, kuhusu uchaguzi wenyewe utakavyofanyika ambapo hata simu haziruhusiwi kwa mawakala. Kwa hiyo ni muhimu wale mawakala kuwa na mawasiliano na vyama vyao ili kukiwa na kasoro hizo kwa cha, lakini sasa wamepigwa marufuku kwa, kwa na hili uh, lina zifanya chaguzi hizo kuwa na changamoto uh, pia Mheshimiwa Heche aliituhumu serikali kwa kutumia madaraka kuimarisha tabaka tawala badala ya kuhudumia wananchi Alisema kwamba serikali inasababisha deni la taifa kuongezeka bila kueleza matumizi yake, na alihitimisha kusema Chadema haito salimu amri, itaendelea na kampeni ya no reforms, no election, na kudai kuachiliwa kwa mheshimiwa Lissu bila masharti. Kwa kifupi uh, kitu pia jicho tunachofanya mtazamo wa kiintelijensia outlook ya kiintelijensia ni kwamba hotuba inaonyesha mkakati wa Chadema wa kujipambanua kama chama cha ukombozi wa kidemokrasia kadhalika inaashiria kuimarika kwa mpasuko kati ya vyombo vya dola na vyama vya siasa mpas, mpasuko kati ya serikali kwa upande mmoja, lakini upande wa pili kwenye siasa, kwa sababu siasa kwa sasa ukiangalia, chama cha siasa ambacho kipo kwa maslahi ya watanzania ni Chadema. Hivi vingine na CCM ni kwa maslahi yao binafsi. Pia kuna msukumo wa wazi wa kampeni zisizo rasmi ambao mheshimiwa ameupigia uh, mstari ikiwa ni pamoja kwenye nyumba za ibada, mitandaoni, misibani, kwenye harusi, na kwamba hii itasaidia kuongeza uh, harakati itaongeza uh, msisimko, lakini pia hii inaweza kuleta uh, msuguano wa kati ya vyombo vya dola na wananchi wakiwa wanatekeleza haki yao ya kuhamasisha hayo uh, lakini pia uh, ujumbe mzito ambao ume to, ume, unaweza ku, kuwa umebebwa na hotuba nzima ni kwamba Chadema ina uongozi imara na chini ya Mheshimiwa Heche ambaye sasa ndio ameshika nafasi ile, yani kama ana kaimu nafasi ya Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo lile pengo la Mheshimiwa Lissu kwa kiasi kikubwa Mheshimiwa Heche amefanikiwa kuliziba, na kubwa zaidi ni kwamba shughuli za kisiasa za Chadema zimefani, zinaendelea japo zimezuiwa na mahakama, lakini ushawishi wa chama hicho unazidi kuwa mkubwa. Ajenda ya no reforms no elections inapokelewa kwa kwa, kwa kasi japo uh, kuna changamoto nyingine ambazo nilishawahi kuziongelea katika makala zilizopita ambapo ni muhimu kwa viongozi wa chama hicho kuitumia vizuri mitandao ya kijamii uh, kushirikiana na watu mbalimbali ambao wanahamasisha ajenda ya no reforms, no elections. Uh, kwa sababu ajenda hiyo imepata mashiko miongoni mwa Watanzania wengi. Kwa hiyo, kwa kifupi, hiyo ndiyo uh, hotuba ya Mheshimiwa Heche aliyoitoa jana wakati anaongea na taifa kupitia mtandao wa YouTube na kwa hakika imeonyesha kwamba Chadema ina bahati kwa sababu uongozi wa Mheshimiwa Heche unafanya vizuri licha ya changamoto mbalimbali ambazo zina kikabili chama hicho. Ni mapema mno kuelewa huko mbele kutakuwaje, lakini ni yayumkinika kusema kwamba Chadema mpaka sasa hivi ipo katika njia sahihi kuelekea katika safari yake ya ukombozi wa wa Tanzania. Je, una maoni gani kuhusiana na hotuba hiyo? Basi karibu utoe maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment. Asanteni na kwaherini.